Jinsi ya kufanya umra kwa mpangilio kamili hatua kwa hatua, kuanzia safari kabla ya kuingia Makka. Ihram: umra huanza kabla ya kuingia Makka kwa kuingia katika hali ya ihram. Hii ni nia ya kuanza umra au hija, na ufanywa unapofika kwenye miqat, maeneo matano yaliyopangwa kuzunguka Makka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaweka kwa anayekusudia hija au umra aliyesafarini kwa ndege au barabara pia huweka ihram anapofika sambamba na maeneo haya. Mavazi ya ihram: mwanaume avae nguo mbili nyeupe yani izar kile cha chini na rida kile cha juu. Mwanamke anaweza kuharimia nguo zake za kawaida mradi tu hazina pambo wala mapambo. Kuanza talbia. Baada ya kuharimia, anaanza kutamka talbiya na kutaja ibada aliyoikusudia, labbaika umra au labbaika haj, kisha aendelee kusema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, anaendelea hadi aione Kaba. Pili, kuingia msikitini na kuanza tawaf. Kufunua bega la kulia, yani istiba, kwa wanaume pekee. Mwanaume anafanya hivi wakati wa tawafu tu. Kuweka sehemu ya chini ya ihramu chini ya kwapa la kulia, kisha upande wa juu kutupwa juu ya bega la kushoto. Kuanza tawafu, unazunguka Kaba mara saba kwa kuifanya Kaba iwe upande wako wa kushoto.

Katika mizunguko mitatu ya mwanzo wanaume wanahimizwa kutembea kwa mwendo wa kasi, si kukimbia, bila kuwasukuma au kuwaudhi watu. Dhikr na dua: wakati wa thawafu fanya dhikr, soma Qur'an, omba dua yoyote unayotaka. Rukun Yamani: ukifikia sema dua rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa wakina adhaban nar. Rudia hali ufike tena kwenye hajari laswad kumaliza tawafu. Ukishamaliza mizunguko saba, fanya yafuatayo: rakaa mbili za tawaf. Nenda sehemu iliyotengwa kusali rakaa mbili, inapendeza ukiweza kuwa nyuma ya makamu Ibrahim, hata kama uko mbali rakaa. Ya kwanza soma Suratul Kafirun baada Alfatiha, rakaa ya pili soma Suratul Ikhlas. Jambo la nne: kunywa maji ya Zamzam kabla ya kwenda kusai. Inapendeza unywe maji ya Zamzam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, maji ya zamzam ni kwa ajili ya kile unachokusudia. Tano, kuanza sai kutoka Safa kwenda Marwa. Fuata alama za uongozaji hadi Safa. Ukifika Safa kwa mara ya kwanza soma Inna safa wal marwa min sha'airillah, kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Panda juu ya Safa. Elekea Kaaba, taja takbir, naomba dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam alikuwa akisema la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Rudia tamka hilo dua, kisha tena tamka hilo kwenda kutoka safa hadi marwa sasa anza kwenda kuelekea Marwa. Kati ya nguzo mbili za kijani, wanaume wanatakiwa kukimbia kwa mwendo wa kasi, yani harwala. Wanawake hawafanyi harwala. Dhikri na dua, tumia muda wako kwa dhikri, dua na kusoma Qur'an hadi ufike Marwa. Ukiwa Marwa, geuka upande wa Kaaba. Narudia dua ulizoomba Safa, bila kurudia aya ya mwanzo. Kukamilisha sa'i: kutoka Safa hadi Marwa ni moja, kutoka Marwa hadi Safa ni moja. Unakamilisha mizunguko saba na ya mwisho kwenda Marwa sita. Kumaliza umra, wanawake wanakusanya nywele zao na kukata sentimita moja hadi mbili tu. Wanaume wanahimizwa kunyoa kabisa, hili lina thawabu zaidi, au wanaweza kupunguza nywele. Kwa kufanya hivyo umra yako inakuwa imekamilika. Takabbal Allahu minna wa minkum, Mwenyezi Mungu akubali ibada yetu sote.